Wapenzi wa DLM jumlisha 61, tuko pamoja na msemaji wa kafu au msemaji wa Vitalo nchini Burundi, ambapo tumekutana na Vitalo iko nacheza na, na timu ya daraja la pili, na hatujui ni kwa nini timu hii, labda atuambie mengi zaidi. Mimi najua kwa jina la Arsene Bucuti, lakini yeye ajiongezee hayo yote mimi. Mimi hivi ni semaji la KCB, KCB naona sasa na niko kwenye na organization ya hii, eh, tamasha kubwa okay na nafurahia kuona mmekuja kututembelea, na karibuni sana. Hii ni KCB Cup Kingali, sifuri kwa sifuri kati ya timu ya Vitalo na Uvumwe Football Club. Sasa tumeandaa hii mechi, wengi wamesema kwamba Vitalo itajipatia alama tatu okay, lakini tukawaambia sisi tunajua kama Uvumwe kicheza na Vitalo mm, inakuwa kama klasiko mm, eh, timu ya kwanza ya daraja la pili iko nafasi ya kwanza na sisi timu ya kwanza kwa makombe mm. Vipi, Vitali itaendelea kuchukua ubingwa mwaka, mwaka huu tunatarajia kupeleka ubingwa wa President Cup okay. Uh, hapo tunaona tuko na asilimia themanini kwa kupeleka hiyo kombe mm. ukiangalia na mfumo ya kocha wetu wa mpya Robert Bimenyimana mm. lakini kwenye championship naweza sema kwamba ni mambo ni magumu mm. tuko kwenye hali sio nzuri mm. lakini tunajua kwamba kipindi cha pili timu ya Vitali inakuwa nzuri kuliko kipindi cha kwanza cha championship. Kwa nini Vitalo, una, kutu, kwa nini KCB imeamua kuandaa mechi ya vitalo pamoja na uh, Ubumwe? Ah, Ubumwe unajua kwamba hapa ni uwanja wa Ubumwe. mm -hmm. Ndio timu ya Kamenge inachezia hapa kwenye Centre Jean Kamenge. mm -hmm. Eh, wakaangalia na timu yenye inaweza acheza uh, uh, mechi ya unajua hii ni mambo yenye inaandaliwa na watu. mm -hmm. na sisi kama watu wenye wanaandaa, mm -hmm. Tukasema timu ya Vitaloji, tunajua mm -hmm. kama ndio iko na mashabiki nyingi sana. mm -hmm. Nawezasema kwamba kuwa kuona timu ya Uvumo iko na kiwanja mm -hmm. ni rahisi sana kuchezea kwenye kiwanja chenye kiko karibu na ajensia mpya ya KCB hapa Kamenge. Okay. pembeni ya soko mm -hmm. na tukaongea nao, tukaeleza timu wenye wanaomba wana, mm -hmm. kio cha jamii yeah. Wakasema wanaomba Vitaloji e, naona kwamba uh, ni mechi ngumu Okay, DLM kulimlisha sitini na moja tunakushukuru sana bwana. Na msemaji wa kafu. Nashukuru sana na mzidi kusonga mbele na najua natumikia Rumonge mm, na mufike kwenye mikoa tofauti hapa Burundi tano. Sana. Sasa tumeshafika hata Bujumbura Ewa, anaona kwamba Mungu anatenda yake, si vitalime Asante. So, so <laughs> ayashusha. Asante. <laughs> Okay.